Wanadamu wangapi wasimjua Mungu wao? Hamjui Mungu wao. Ndio maana Mungu akasema kwamba na Israeli, kumbe hamnijui. um, ng'ombe wanajua, punda wanajua, nyinyi Israeli ambao ni wanadamu kama sisi hamjui. Sasa hapo mwenye akili ni nani? Aleluya, amen. Labda kama utasema Mungu ni mwongo, lakini Mungu anasema ach, achana na Mungu nyea Wengi wenu hapa sio wafugaji, ndio? Lakini kwa wale ambao mmewahi kufanya ufugaji yes. mmewahi kuona jinsi ng'ombe wakiamua kulala mahali, ukikuta ng'ombe wamelala mm. au nguruwe au mnyama yote amelala, wanalalaje? Unajua wengi nyie sio wafugaji, hamjui. Mmesoma hapa, mmezaliwa hapa, mkasoma hapa, hamjaona hata ng'ombe zilizolala mahali, hamjaona nguruwe zimelala mahali. Jamani wapenzi hamjui zinavyolala tofauti na wanadamu. Yes, nani anaweza kunieleza katikati yenu wanavyolala wale? Hamjui wote, hata mm. wafugaji hamjui. Hakuna wafugaji hapa katikati yetu, jamani wapenzi, na maana nifuni anzishe zizi hapa kwa ajili tu ya mafunzo, uweze kujua jinsi walivyo na akili wale. Huwezi kukuta nguruwe wamelala wakaelekeza wa, wa vichwa vyao wa mahali pamoja. Yes. hakuna kitu kama hicho. Yes. Uweze kukuta ng'ombe wamelala mahali wote wakalala wakaelekeza vichwa vyao wa mahali pamoja. They don't do that. Yes, anaangaliwa wakwanza kalala kaelekea wapi? Kaelekea kasikazini. Mwingine ataelekea kusini atalala hapo hapo pembeni, lakini ataelekeza kichwa kusini, yeah. Ndivyo wanavyolala. Yes, nguruwe akilala hivyo hivyo akilala yani, mnyama yote akilala akielekeza kichwa, kama ameelekeza mashariki, atakayokuja kulala kando yake ataelekeza kichwa magharibi. Kwa nini? Ah. Haleluya, amina <todiculia>